Sana msikilizaji um, wangu karibu katika kipindi cha darubini ya siasa ikiongozwa, uh, nami Adoli Allan pamoja na mwenzangu na mimi nami ni Kimani Waweru, na hii ni Radio Minap. Kama kawaida sisi hapa huwa tunazungumzia masuala ya darubini ya siasa ya humu nchini, ya matukio yanayoendelea humu nchini ya kisiasa ndiyo. lakini leo hii kabla tuzungumzie matukio haya ndiyo. tunazungumzia masuala ya kijana aliyeuawa akiwa katika rumanda ama aseli za polisi ndiyo. Ni kijana ambaye amekuwa ki, akienea katika mitandao Jina lake ni Albert Ojwang. Naam, kijana ambaye naarifiwa na ya kwamba alikamatwa pale kaunti ya Homa Bay naam, lakini akawasilishwa katika polisi huko, Central Police huko Central Police Nairobi naam, na inasikitisha kuwa alinaswa akiwa na wazazi wake naam. Na wazazi wake waliweza kuwasihi polisi waweze kum wasiweze kumuumiza ndio ee. Baba yake akifanya juhudi ya kumfata kule ili wajue ee, alichokifanya. Inasemekana kuwa kijana huyo alikuwa amechapisha baadhi ya uh, ama alikuwa amechapisha maoni fulani kule katika mtandao wa X. Naam, ilikuwa ni maoni ambayo ilikuwa ime- ama ilikuwa imemkela uh, yule ambaye ni naibu wa mkuu wa polisi. Na jina uh, uh, Lagat, huyo naibu mkuu wa polisi Lagat na kwa hivyo alishikwa kwa sababu ya machapisho hayo naam, na akaweza kupelekwa huko kwenye kituo cha polisi, na ambapo inaalifiwa aliweza kuaga dunia akiwa mle ndani. Hisia uh, za wakenya na maoni ya wakenya inazidi kuleta taharuki. Mwanzo kumbuka, kijana huyo inasemekana kuwa alijigonga katika ukuta na, lakini jinsi matokeo ya upasuaji yalijitokeza inaonyesha kuwa kijana huyo na, alikuwa na majeraha sehemu tofauti tofauti mwilini ikiwemo kunyongwa e, ni sawa hivyo, avifurahishi ndugu yangu naam. Unajua ya kwamba wale polisi waki- wakisema naam, walisema ya kwamba kijana yule alikuwa anajigongesha kwenye seli ndio, anajigongesha ati kichwa chake ndio lakini upasuaji ulipofanyika pale, naam, uh, ulionyesha ya kwamba kijana huyo alikuwa amegongwa kichwa, naam. Na pia kulikuwa na na na madai kuwa ati kuna mtu ama kuna kuna madai ya kwamba alijaribu kunyongwa, naam. Na unajua ndugu yangu, ndio tuanze kwa kuangazia kijana huyu ni nani, naam. Kijana huyu inasemekana alikuwa mwalimu pale Voi, ndio, mwalimu. Si mtu wa akili taira, naam, na hata na, siku moja haijai tokea kuwa na ugonjwa kifafa kabisa. Unazosema maybe alikuwa na ugonjwa wa kifafa akateleza, akajigonga, ndio. Lakini kijana huyu na ambaye ni barubaru, ni msomi, ndio, ni mwalimu, hawezi kufanya vitu kama hivyo, ndio. Na katika mawasiliano ambayo alibuka akizungumza rafiki yake na, alionyesha wasiwasi wasi kutokana na jinsi alivyokuwa mikononi mwa polisi, ndio. Hisia e, hizo aziridhishi. Mwanzo uliona babake alivyokuwa akiongea alikuwa anasikitika sana, mwanzo huyu ni mtoto wa kipekee na inasemekana alikuwa katika timbo la mawe kule kware Mombasa. Amejizatiti na amejitahidi kabisa kumsomesha mwanawe wa kipekee na sasa e, maisha yake imepokonywa hivi na mzee huyu ameachwa mpweke, ajui atafanya nini, ataanzie wapi. Nakumbuka miaka imeenda ndugu yangu naam E, e, ni jambo la kusikitisha mno na. Kumbuka ya kwamba mzazi ikiwa hata kama bado si yeye alikuwa mtoto wa kipekee bado anasalia kuwa mtoto na. Na kwa hivyo swala hili ni swala ambalo nitatanishi mno, haswa katika maisha ya wa wazazi hawa na. Na ninauhisi uchungu wa mzazi huyu kumbuka na. Alikuwa tegemeo kwake na. Na pia huyu kijana Alberto Joan, kumbuka ya kwamba alikuwa ameanzisha familia. Ndiyo. Alikuwa ameshapata bibi. Ndiyo. kidogo na akampeleka nyumbani. Yeah. Kwa hivyo walikuwa wachanga katika ndoa. Na. Swali ni je, huyu e, bibi naye maslahi yake je? Mwanzo kumbuka binti huyu ni mchanga naam, na, na, na maslahi pia ya kifamilia haya yakifamilia is, zilileta hisia tofauti tofauti, hisia za kihuzuni mpaka hata kuna wabunge, baadhi ya wabunge bungeni walikuwa wanatoa hisia za machozi wakiongelea masuala haya. Hata e, huyu anaitwa Senator wa Kakamega Boniface Khalwale aliweza kutoa madai akisema kuwa kuku fanya kwa kuumiza vijana ni kama kucheza na moto. Ndio. Mwanzo kumbuka hisia hizi polisi wame, ni kama wamewaamsha vijana. Ndio. Mwanzo wangengoja masuala ya finance bill yapite na masuala ya mitandaoni vijana wanataka kutumia hiki kama kizingiti na hatutetei serikali ama hatutetei raia. Masuala ambayo vyombo vya dola vinafanya si masuala ya kuridhisha. Kumbuka vijana hawa wetu wote wanafaa kukosolewa kwa njia ifaayo, haifai. Wanaenda kutekwa nyara kabisa na wanauawa kwa njia tatanishi kabisa. Naam. ni kikunga mkono hapo ni kwamba ni jambo ambalo linaloweza kut, eh, kutatiza amani hasa katika nchi hii na. Kumbuka kijana huyu ni miongoni mwa wale Gen Z na kumbuka, ni watu ambao wanamsisimuko wa damu wa haraka na kwa hivyo mambo kama haya yanapotokea ni watu ambao wanaweza kuungana pamoja na kuleta mambo yasiyofaa. Naam. kumbuka ya kwamba pia tulishuhudia maandamano pale e, kwenye kituo hiki cha polisi. Naam. A, kuna watu ambao e, watu ambao hawana a, misingi ya kikabila kabisa. Waliweza kujitokeza pale na wakaweza kuandamana kwa yeah. hivyo e, ni jambo ambalo linaweza leta hali ambayo si hali nzuri, haswa ya Salama. Haki lazima itendeke, naam. Na inasikitisha kuwa yule afisa uliyemtaja Laga, naam, ambaye uh, alikuwa labda, alikuwa na tatizo naye kuhusiana na, na mitandao vitu alivyokuwa amechapisha mitandaoni akiwa mstari wa mbele katika lile kundi la polisi ambalo liliaminika kuwa ndio wanachunguza hiyo no. Ni kinaya kwa sababu hainge faiw hivyo no. E, izingatie wale maafisa hata wale wakuu waliokuwa wakisimamia kituo hicho ambapo kijana huyo aliwasilishwa no. Hawajatajwa hata majina no. Wanasema wamesimamishwa lakini hawajatajwa majina, huoni no. Kama inaleta taharuki na inaleta hali ya mshike mshike, kumbuka no. Masuala ya e, utekaji nyara wa vijana umekuwa ukidumu humu nchini na imekaa kama imetulia, lakini mwenendo ni kama unajirudia. haipo haichukui hatua inayofaa kuhakikisha polisi e, wamechukuliwa hatua ifaayo. Sasa ni je, jamii itasaidika vipi? Nchi kwa ujumla itasaidika vipi? Naam. kijana mnyonge atapata wapi haki Nao. na hata kama babake Ojwang atapata haki Nao. Kumbuka hii ni maisha ashapoteza mwanawe Dio. haki hiyo hata iwe kifedha ama iwepo atazidi kuwa na uchungu moyoni mwanzo. Uchungu wa mzazi, ya ujuwani ni mzazi. Wa, uchungu wa mwana ya ujuwani. Ujuwani ya mzazi, mzazi. Na. Na. Yeah, sa masuala haya si mazuri na msikilizaji, wewe popote pale ulipo e, usikubali kudhulumiwa haki zako nio. Mwanzo co-the Constitution katiba, katiba. E, inakupa haki ya wewe kujilinda na kulindwa na polisi nio. Na pia wewe, polisi ambaye unafanya majukumu yako, hakikisha raia hawaumizwi katika mikono mikono Naam. Naam. Kazi ya polisi hasa ni kuweka usalama wa raia wake, ndiyo. Na natumai ya kwamba wanapoenda kule mafunzo kwenye kambi, ndiyo. Natumai ya kwamba wao hula kiapo cha kuwalinda raia bila siku waua kwa kwa mambo kama haya Naam. Na eh, hapo awali umeniuliza kana kwamba jambo hili linaweza kuleta tahaluki, niseme ya kwamba tahaluki ndio itakuwepo kwa sababu e, kumbuka a, hawa ni wana polisi na ambao naam, ni serikali naam, na kwa hivyo raia wan, wanawategemea sana katika uchunguzi mzima naam. na wao ndio wanaosababisha visa hivi ndio. Uh, mimi ningependa kuwaomba maafisa wetu, naam, wasieke kiburi ama wasieke hamaki mbele naam, naam. Wanavyo wa, wanavyo handle watoto wa wenzao wakumbuke, ni wana wao, wana, wana watoto kama tu wenzao, na uchungu watakaohisi watoto wao watakapoumizwa, ndio uchungu wale wazazi wengine wanaohisi. Na jumbe fupi za mtandao wangu wa Facebook naona Mbuvi anasema a, polisi yafaa wapunguze, e, jinsi wanavyokabili vijana Dio. Na tunampata Gloria Dhiambo e, binti huyu kutoka Homa Bay anasema anahuzunika sana uh -huh. E, kutokana na mauaji ya Albert Ojwang. Naamu. Mimi niko pale Facebook nimeweza kumpata kijana mmoja kwa jina Benson Gedhiea. Naamu na ambaye anasema pia yeye ni kijana wa rika hili la jenzi, wana rika wa jenzi. Naam, na ambaye anasema ya kwamba ukoloni mambo leo umeweza kujitokeza kwa njia kama hii, naam, ambapo tuliweza kupata uhuru miaka kama sitini na kitu hivi. Divyo, imepita dita, nah, lakini kwa sasa ni kama bado tunaishi kwa ukoloni. Ni kama uhuru uhuru wa wa maneno, lakini sio uhuru wa matendo. Naam, ndivyo hiyo kijana kwa jina Benson anavyo na anavyotuarifu hapa. Naam. Pia nimempata binti mwingine kwa jina la na Mary Muli. Naam. Anatoka pale maeneo ya Machakos hapo ni Ukambani. Naam. Na anasema ya kwamba ati ni wakati ambao tuna